Dhabihu, namna ya kumtolea Mungu sadaka ya dhabihu. Ni vizuri sana tukikumbushana kila siku, ni vizuri sana tukifanya kwa kwa weledi kila kitu ndani ya nyumba ya Mungu, tusije tukakosea kosea, kosea, tukafanya mambo yasiyo sawa. Dhabihu ni nini? Kaja na swali hilo, dhabihu ni nini? Dhabihu ni sadaka inayotolewa na mtu, ni sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu ya Bwana. Hii inaitwa dhabihu, ni maelekezo ya Mungu kwa watu wa Mungu kumtolea dhabihu sadaka kwenye madhabahu yake. Yaani kila siku tukija, Mungu anatamani kuona tunatoaje sisi kwenye madhabahu yake, tunafanyaje na dhabihu ni nini sasa. Sasa tutazungumza mambo mengi hapa, na tunapozungumza sadaka ya dhabihu kuna aina nne ya dhabihu, aina nne ya dhabihu. Tutakwenda kidogo kidogo ili tuelewe. Mara nyingi tunaweza kufanya mambo kwa sababu hatuelewi sana, tunadhani tuko sawa sawa, lakini tukikaa pamoja namna hii tukaelezana kwa neno la Mungu, maelekezo ya Mungu, nini anachotamani tufanye, tunapokuwa kwenye ibada kama hii, tutafanya vizuri zaidi. Nimesema kuna aina nne ambazo nimeandaa hapa za dhabihu. Dhabihu namba moja ni dhabihu za roho. na nne, kuna dhabihu inaitwa nadhiri. Sasa kwa mambo haya machache, nitapita kufafanua kidogo, ili kila mmoja uelewe Mungu anataka nini katika maisha yetu. Hebu tuanze sasa, unayeandika sasa, andika dhabihu namba moja, dhabihu za roho. Petro ya kwanza sura ya pili nisomee mstari ule wa tano kwa sura ya 2 mstari wa tano. Biblia inasema ninyi, nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Naomba nisikilize Unanisikiliza vizuri? Biblia inaeleza hivi, ni nani? Ni mawe yaliyo hai, yakiwa hai hivyo, mmejengwa muwe nyumba ya roho. Mmejengwa muwe nyumba ya roho. Roho Mtakatifu anaketi katikati yetu, anakaa ndani ya maisha yetu. atafanya utumishi pamoja na wewe akiwa kiongozi. Ni muhimu sana kuzingatia maisha yetu ya ndani. Dhabihu namba

Tunapaswa kutoe dhabihu za roho, ili nini? Maisha yetu yawe safi sawa mbele zake. Kuna vitu vingi vinasumbua maisha ya watu katika safari hii ya kwenda mbinguni, vinasumbua sana na vinasababisha Mungu wasi. Unasikiaje? Una, unapousoma huu mstari tunafananishwa na ya mawe yaliyo hai. Mungu ametujenga na sasa, tukiwa nyumba ya ukuhani, anachotaka tufanye tutoe dhabihu za Roho. Mimi maana <tikipa> yake <tikipa> katikati ya nafasi ambazo Mungu ametuamini, Roho Mtakatifu awe sehemu kubwa kwenye hizo, yaani katikati ya vitu tunavyovifanya, huduma yako unayoifanya, ule ukristo wako ambao unaishi katikati ya jamii hii na kuzunguka, wamwone Roho Mtakatifu katikati ya maisha yako. Hapa kanisani tuna kila siku tunakumbushana zoezi la safari ya kwenda mbinguni, ya kwenda kuishi na Bwana, na Biblia imezungumza hivi, heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaoona Mungu. Moyo wa safi, usafi wa mioyo yetu ni dhabihu safi inayompendeza Mungu. Kwa hiyo maisha yetu, namna tunavyoweza kuwa ule ukristo wetu, namna tunavyoweza kutengeneza na kuweka, Mungu anashughulika sana akiangalia huko ndani. Je, nia ya kile tulichokifanya bipi? Unajua roho no, roho huwezi kuiona roho, huwezi kuona kwa macho hivi. Ah, ni uhai ulio ndani ya maisha ya mtu, na huko sasa kuna kitu kinachoitwa moyo, moyo au oh, nafsi nice. Mwandishi wa kitabu cha Mithali anasema hivi linda sana moja anasema hivi, atafaidiwa nini mtu akiisha kuupata ulimwengu huu wote kisha akapata hasara juu ya nafsi yake? Nafsi yake haikuringwa, ulishughulika na vitu vinavyopita. Sikia nikwambie, katika maisha yetu kama cho chenye thamani zaidi ya ule utu wako wa ndani, roho yako. Niliwauliza kipindi kilichopita huko nyuma, unajua roho, roho iko ndani ya mwili, si ndiyo? Eh, roho si iko ndani ya mwili? Mwili ndio umebeba roho, sawa? Eh, sasa ndani ambacho hakuna mtu anaweza kukiona, tunafahamu iko hivi, uko ndani. Maisha yetu ya ndani, namna yanavyoweza kuwa tunaweza kuyatafsiri kwa matokeo ya nje, sawa? Eh, Biblia inazungumza hivi, mtu kunena yale ya ujazayo. Ukiona tu mtu anazungumza, wewe tulia tu kile ambacho kina ujaza moyo kitaanza kutoka, kitaanza kutoka ndio utaelewa huyu mtu anaona gani, na ndiyo maana anatamani, tulinde sana mioyo yetu kuliko kitu kingine ambacho tunakilinda. Hiyo ndio ina tafsiri hali halisi ya maisha yetu ya Ukristo wetu na utakatifu wetu.